Changamoto nyingi za wakandarasi, kuwa unapoingia mkataba unakubalije miezi nane, wakati unajua huwezi miezi nane. Sasa tota tangu ishirini na tatu, si ndio? Mwaka umepita miezi mingapi, mwaka na miezi mingapi sasa hivi, wakati wewe ulisema miezi miezi nane ulipokuwa unaingia mkataba. Miezi nane, si ulikuwa unajua kazi kubwa wapi, na ulikuwa unajua vifaa utavitoa wapi? Kwa hiyo ni uzembe wako, ni wako, na kama tunakuja hapa tuioka, tunakua mapema kwa sababu wakandarasi wengi mnakuwa mnatusumbua hivi. Unaingia mkataba sasa, sijui ni ili upewe, alafu baadaye unaanza kusumbua, una extend na extend. Mimi nategemea kwamba wamesema mwezi wa tano, lakini nategemea ndani ya mwaka huu wa fedha kuendelea, umemaliza basi. Mimi nashukuru mradi nimeuona kwa ujumla, mradi sio mbaya. Aii, nzuri. Tatizo tu ni hiyo kwamba muda wako yani, wewe tangu ishirini na tatu unajengaga tu unajenga tu, malizi na mkataba wako. Ulikuwa jitahidi basi, angalau kwa huu muda uliosema umekamilisha, umekabidhi mradi ili waweze kufanya kazi zao. Sasa tokea hifadhi hii imepandishwa hadhi kwa eh, hifadhi ya Taifa, kumekuwa na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika ili kuifanya hifadhi hii iwe kamili, lakini pia iwe moja ya vivutio e, vya hifadhi za taifa Tanzania. Moja jitihada ambazo zimefanyika ni pamoja na e, kuimarisha miundombinu ya barabara, lakini pia kuweka miradi ya mkakati kama huu mradi ambao tunauona sasa hivi, mradi wa ujenzi wa geti la wageni la Kifurusa akifurusa geti complex. Geti hili linatekelezwa e, kwa kwa kwa, kwa bajeti ya e, hela za Kitanzania e, e, shilingi bilioni 3.9. Mradi huu umeanza mwaka 2023 mwezi wa 9 tarehe 22, na tunategemea kukabidhiwa mradi huu mwishoni mwa mwezi mwishoni mwa mwezi Mei e, mwaka 2025, kwa maana kwamba kabla ya mwaka wa fedha kuisha e, kwetu sisi kama wahifadhi, mradi huu utakuwa na tija kubwa sana, na niseme tunamshukuru Mheshimiwa rais e, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan e, kwa kutoa fedha hizi ili kuweza kuboresha miundombinu ndani ya hifadhi. Moja wa faida ya mradi huu ni moja, e, utaongeza utendaji kazi E, ndani ya hifadhi, kwa maana ya kwamba ukusanyaji wa maduhuli utaboreshwa, kwa sababu kutakuwa na mifumo ya tehama, kwa maana kwamba wageni wakifika watatumia muda mrefu kuweza ku, ku, ku, ku, kulipa zile tozo, lakini pia kuingia ndani ya hifadhi na kufanya utalii, lakini pia e, utasaidia katika e, e, uhifadhi kwa maana kwamba shughuli za ulinzi tulikuwa na changamoto ya nyumba za watumishi tumeona kuna e, mradi huu utaweza kutoa marazi kwa watumishi 16 ambao kimsingi asilimia kubwa walikuwa nakaa nje ya hifadhi. Kwa hiyo kuwepo kwa hizi nyumba e, maanake ni kwamba utatatua changamoto kwa sehemu e, changamoto ya, ya marazi ya watumishi kwa maana ya kwamba shughuli zetu za ulinzi zitaanzia ndani ya hifadhi muda wote, kwa utaweza kuhifadhi lakini pia kuzuia e, uhalifu kwa maana kwamba A majangili, lakini pia tukumbuke hifadhi e, hii ya Ibanda Kyerwa ni hifadhi pekee ambayo inapakana na nchi tatu e, kuna nchi ya Rwanda na Uganda. Sasa hawa wenzetu ni washindani wakubwa sana, tuna hifadhi ya karibu hapa kama Lake Mburo National Park. Kwa hiyo tunategemea e, wageni wakitoka Uganda, kwa kuwa hawa ni majirani zetu wa karibu, basi wapate msukumo wa kuja kuitembelea hifadhi baada ya kutegemea sakiti ya maana, kwa maana kwa mzunguko wa kaskazini kwa hifadhi ya Serengeti labda Tarangire na Manyara, lakini hifadhi pia inaweza kuwa na, na, na, na muunganiko wa hifadhi hizi hizi za wenzetu wa Uganda. Kwa mwisho wa siku, baada ya kutegemea wageni wanaopitia Tanzania tu, lakini pia wageni wakifika nchi za jirani watapata na mvuto wa kuja kutembelea hifadhi yetu. Labda niseme hifadhi bado ni changa, kwa maana kwamba haijaimarika sana kama hifadhi zingine kwao ni wasihi wa Tanzania wazawa, basi tuchangamkie fursa ambazo zipo ndani ya hifadhi. Hifadhi na vivutio vingi, ina maeneo ya uwekezaji, tuna maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya wawekezaji e, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mahema yamini, kambi za mahema, tented camps. Kwao tunawasihi mje mb, wekeze ili mweze kufanya biashara, lakini pia wale ambao wana, wana magari, msisite pia kuleta magari yenu ili tuweze kuungana pamoja kuweza kutoa huduma kwa wageni. Niseme tusiwe na wasiwasi. Unajua hifadhi inapoanza watu wanakuwa na mashaka, wageni watapatikana? Lakini tunaamini tunapoweka miundombinu ya utalii, mwisho wa siku tunafanikiwa, tuna, tuna, tuna kufi, kufikia malengo.